Jioni ya jumatatu hii uh, kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa CHADEMA wamethibitisha kuachiwa kwa, uh, kwa uh, viongozi wake ambapo wameachiwa kwa dhamana. Taarifa hiyo inasema: jioni hii jeshi la polisi limewaachia kwa dhamana viongozi wakuu wa chama waliokuwa wanashikiliwa. Viongozi hao ni mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti wa bara, mheshimiwa Amani Golugwa, naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, na Mheshimiwa Boniface Jacob, mwenyekiti kanda ya Pwani. Kama ambavyo unaona hapa kwenye picha, wote hao wanaonekana wakiwa pamoja baada ya kuwa wameachiwa kwa dhamana. Kwa hiyo tusubiri tuone sasa kesi yao itasemwa vipi, ambapo katika taarifa ya polisi walidai kuwa kufuatia uchunguzi na ushahidi uliokusanywa hadi sasa, basi jeshi hilo lilikuwa linawasaka kwa ajili ya kuwakamata viongozi hao pamoja na wengine akiwemo Josephat Gwajii.